Unataka uwe na siku njema? Unataka maisha yako yawe ya tofauti, yawe maisha yaliyojaa baraka na uzuri wa Mungu kila siku? Cha kwanza, zuia ulimi wako usinene mabaya. Nasikiliza, kwa nini nasema zuia? Kwa sababu ulimi hauna maamuzi yenyewe. Kama yenyewe utataka uongee kila kitu, utataka useme kila kitu, lakini kwa sababu unataka utofauti katika maisha yako, kuhakikisha unazuia ulimi wako usinene mabaya. Zaburi sura ile mia moja na tisa mstari ule wa kumi na saba neno la Mungu linasema Zaburi mia moja na tisa mstari ule wa kumi na saba anasema naye alipenda kulaani nako kukampata, hakupendezwa na kubariki, kukawa mbali naye. Anasema alipenda kulaani. Kulaani manake kuongea mambo mabaya, kusema mambo mabaya. Huyu mtu alipenda kulaani, yaani ulimi wake ulifurahishwa, na kila wakati anaposema mabaya alijisikia vizuri, kila wakati alipoongea mabaya, iwe ni kuhusu watu wengine, iwe ni kuhusu mambo ya wengine, kwa wakati wote alipokuwa anasema mabaya. Anasema alipenda kulaani. Na hayo mabaya yakampata. Nisikilize, yale unayoyasema ni mbegu, maneno ni mbegu. Kinywa chako siku zote huwa kinapanda mbegu. Sasa zile mbegu unazozipanda hata kama unaongelea watu wengine, unapanda katika shamba yako, iwe ni miiba. Unaposema maneno mabaya, maneno ya kuumiza, maneno ya kuvunja moyo, maneno ya kukatisha tamaa, au hata kutukana watu, yale maneno unayoyasema unayapanda katika bustani yako mwenyewe na wewe ndiye yatakayekufata wewe ndiye yatakayekurudia, kwa maneno ni mbegu. Kuwa makini sana, maneno gani unasema. Hata kama kuna ubaya fulani umesikia, kuna taarifa ambayo umesikia, kuna fununu fulani umezisikia, usiongee hayo mambo, usijihusisha na hayo mambo, usizungumze hayo mambo, kwa sababu kadi unavyoyazungumza, hata kama yanahusu wengine, unayapandikiza katika maisha yako, na hivyo yatakuja kukufuatilia, utakuja kuyavuna katika maisha yako. Anasema alipenda kulaani nako kukampata. Alikuwa ni mchangiaji wa watu wanavyoongea vibaya kuhusu watu wengine, alikuwa ni mzungumzaji wa vitu vya watu wengine kwa ubaya, kwa hivyo vitu vikamrudia. Anasema hakupendezwa na kubariki, oh, kukawa mbali naye. Kuna watu hawaoni baraka za Mungu katika maisha yao kuna watu hawaoni uwema wa Mungu katika maisha yao. Siku hadi siku matukio yanayotokea katika maisha yao ni matukio ya mabalaa, ni matukio ya mikosi, ni matukio ya ajali. Ni kwa sababu vinywa vyao havijaobeba baraka. Vinywa vyao vimejaa lawama, vinywa vyao vimejaa maneno ya kuvunja watu mioyo, ya kukatisha tamaa, ya kutishia watu. Sasa kwa sababu, kwa kadri wanavyoongea hayo, ndivyo wanayoyapanda katika bustani yao ya maisha yao, ndio wanayoyavuna. Kama unataka kuwa na siku njema, zuia ulimi wako.